Si mtu atakita kafingo tampatia. Hivi hao watanesco unaona wana akili kweli? Eh, kwa nini? Angalia kwanza uaya. Angalia wewe. <mimitation> Umechunika au? Ama umechunika bwana wewe? Kama umechunika. Eh, basi hapo. Wana hey, akili kweli hao? Sasa mbona haji kutengeneza? Akili haupigi shoti? Eh, naona haupigi shoti. Kweli? Haupigi shoti kabisa. Masiara, hmm. Tunakwambia ka kama unaona masiaau, lakini hivyo vitu kitambo sana. Nilizaliwa, nilichukuliwa nikaenda kwenda kutengeneza umeme wiring wa, wa ya sola. Ya, ya jua yeah. Na mwezi. Nikaunganisha pale ukawaka. Usiongee kwa maneno. yeah. <totipra> <totipra> <totipra> maneno, <totipra> Ma maneno mengi Eh?

kwa mchicha na nyanya, unachanganya, unachukua taa, wengine wanachukua maji, chukua sabuni za kuogea. Ukiwaambia watu kaeni kwenye nywele, ndo anachukua pikipiki, chukueni gogo hilo. Oh, mtendaji amesema tukae hapa hapa kwenye kochi. Kwa nini hakuchukua ugoro? Akasema alimtukana. Sasa umemtukana, akafanya nini? Mpeni kitabu cha sayansi.